Kwa sababu ya utokaji wake utokaji wake ni mkubwa na yana bei ndogo kuliko marage mengine. Kwa kilo moja wanauza bei gani? Yeah. Kilo moja inakuwa na shilingi elfu mbili. Yeah. Kwa mfano kama mteja akitaka zaidi ya magunia 15, unaweza kumpatia? Ndio nampatia, na pia kwa mteja ambaye anahitaji mzigo mkubwa anakuwa na discount yake. Ndiyo, yapo ipo, kama rose koko, ipo soya, yapo maini, yapo ya njano. Kwa hiyo maharage hapa aina tofauti tofauti ni kutokana na mkoa tunaochukulia. Kuna mikoa ambayo tuna ikifika msimu wenyewe tunachukua mikoa labda kama Sumbawanga, Mbeya hapa <tiots> <recuerdes> <astrolog curated> picha ya maharage kuna fursa za tuseme vyakula, mara nyingi fursa zake ni kubwa. Hapa kuna watu wa matunda, tuseme matikiti, kuna, kuna miwa pia, kwenye upande wa labda mboga kama nyingine kama dagaa samaki pia, ukiachana na mazao ya, mazao ya, ya, ya maharage pia, hata fursa ya mahindi ipo hivi uh, kwa mfano kama kama unaweza ukajua bei bei debe la mahindi ni gani? Huwa linabadilika, lakini kwa sasa hivi ipo simama, inakuwa debe inakuwa na shilingi elfu kumi.